Karibu kuungana nami Ruben Lukumbuka katika makala ya yaliyojiri wiki hii, na miongoni ni pamoja na ushuhuda wa kutamausha uliotolewa na wanaharakati wawili, Boniface Mwangi kutoka Kenya na Agatha Atuhaire kutoka Uganda, kuhusu walichotendewa huko Tanzania, mkutano wa Rais wa DRC Felix Tshisekedi na kiongozi wa upinzani Martin Fayulu uchaguzi wa wabunge nchini Burundi na kuendelea kwa vita nchini Sudan, pia mashambulio ya wanajihadi huko Mali na Nigeria, na mvutano kati ya bilionea wa Marekani Elon Musk na rais wa nchi hiyo Donald Trump ambao wiki hii mvutano wao ulichukua sura mpya, lakini pia hali nchini Israeli kwa hayo na mengine mengi na kusihi msikilizaji kwa moyo mkunjufu na kukaribisha andamana nami hadi tamati. Makala hii inaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo ambako siku ya alhamis ya Juni tano, rais Felix Tshisekedi alikutana na kiongozi wa upinzani Martin Fayulu katika ikulu ya Palais de la Nation, mkutano uliokuja siku chache kupita tangu Fayulu apendekeze wakutane kuzungumzia yanayoendelea nchini humo. Kutoka Kinshasa, mwanahabari wetu Fredi Tendilonge alitutumia ripoti ifuatayo. Kukutana hii ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu imekuja siku tatu baada ya hotuba ya Martin Fayulu ambaye alielezea nia yake ya kukutana na Rais Tshisekedi ili kujadili mzozo wa usalama mashariki mwa nchi. Kiongozi wa ESID alitoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa kuhusu swala la uvamizi na kukaliwa kwa waasi wa AFC M23 kwa miji miwili kubwa ambazo ni Goma na Bukavu shambuliwa kutoka kila mahali, tunahitaji uwiano wa kitaifa. Nilikuja kumwambia kwamba hatuna suluhu 36. Ni lazima tuunde kambi kwa ajili ya nchi. Pamoja na machafuko haya yote tuliyonayo, suluhu ni mazungumzo, hatupambani ili kesho Kongo igawanywe. Fayulu aliomba pia Rais Tshisekedi kukutana na viongozi wa kidini kutoka muungano wa maaskofu Senko na wale wa kanisa la Kikristo nchini Kongo esse, ambao wamependekeza mapatano ya kijamii. Kulingana na Fayulu, Rais Tshisekedi aliahidi kujibu ombi hili kwa haraka. Haya yanajiri wakati hali mashariki mwa nchi yaendelea kuwa mbaya kutokana na kuongezeka kwa mapigano kati ya wanajeshi wa Kongo na wa na waasi wa M23. Fredy Tenzilonge, Kinshasa, RFI Kiswahili. Tukisalia nchini DRC wiki hii, ripoti ya shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch ilisema kwamba waasi wa M23 waliwaua watu 21 bila hatia yoyote mwezi Februari katika jiji la Goma wanalodhibiti. Jupita Mayaka na maelezo zaidi. Human Rights Watch kupitia ripoti yake iliyotolewa Juni tarehe tatu inaeleza kuwa waasi wa M23 walitekeleza mauaji hayo kati ya Februari 22 hadi 23 baada ya kudhibiti Goma tangu mwezi Januari. Aidha, shirika hilo linasema kuna uwezekano mkubwa kuwa huenda watu wengi ambao ni raia wa kawaida wamekuwa wakiuawa huko Goma chini ya M23. Katika tukio moja Human Rights Watch inasema 22 mwezi Februari, waasi hao waliwaua watu saba karibu na kambi ya jeshi la serikali ya Katindo. Mtafiti wa shirika hilo kutoka ukanda wa maziwa makuu Clementine de Monjoe amesema mauaji hayo yamesababisha ya wakaazi wa Goma kuendelea kuishi kwa woga. Monjoe amesema kwenye ripoti hiyo kuwa mauaji hayo yameagizwa na wakuu wa M23 ili kuwatisha wakaazi wa Goma ili kuendelea kuwadhibiti na kuonekana kukubalika kwa namna yoyote ile. Hata hivyo, msemaji wa emishina tatu Lawrence Kanyuka amekanusha ripoti za wapiganaji wa kundi hilo kuhusika na ukiukaji wa haki za binadamu yakiwemo mauaji ya raia wa kawaida katika maeneo wanayodhibiti kama ilivyoelezwa pia na ripoti ya shirika la kimataifa la Amnesty International kutoka DRC. Na sasa tuelekee katika nchi jirani ya Burundi ambako wananchi walijitokeza siku ya Alhamisi kupiga kura kuwachagua wabunge katika uchaguzi ambao chama tawala chake rais Evariste Ndayishimiye, chama cha CNDD FDD, kilitarajiwa kuibuka mshindi. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Jean Bosco Ndayiragije, alitutumia ripoti ifuatayo. Wapiga kura kwanza alfajiri, wamejitokeza kwenye vituo mbalimbali vya kupigia kura kote nchini kuchagua mabunge. Rais Ndaishimie aliungana mkono na wapiga kura wengine katika mkoa wa Gitega kupiga kura akisifia namna wapiga kura walivyojitokeza kwa wingi wakishiriki kwenye uchaguzi huo. Uchunguzi huyu unafanyika wakati Burundi ikiwa ikabiliwa na changamoto kubwa ya mafuta. Baadhi ya wapiga kura niliokutana nao wanasema wana matumaini wabunge waliopigiwa kura watasaidia kutatua mgogoro huyo. Wapiga kura wamechagua mabunge mia moja, na kwa mjibu wa katiba asilimia sitini lazima wawe Wahutu walio wengi na asilimia arobaini kutoka kwenye Watusi walio wachache, na takribani asilimia thelathini wawe wanawake. Kwa uchaguzi wa manispaa, idadi ya manispaa imepunguka kutoka kwenye mia moja kumi na tisa hadi kwenye arobaini na mbili, lakini hakuna tena mgao wa kikabila uliowekwa kwenye vyama vya siasa kama zamani vyama vya upinzani kama SNL vimesema uchaguzi huyo umegamia upande mmoja, jambo sikonde. Aregije, RFI Kiswahili, RFI Burundi, Mlima Manga 103.7 FM. Wiki hii wanaharakati wawili Boniface Mwangi kutoka nchini Kenya na Agatha Atuhaire kutoka Uganda walisimulia kilichowapata nchini Tanzania ambako walisema walifanyiwa mateso na unyanyasaji waki waki wa kimwili wakiwa mikononi mwa polisi. Boniface Mwangi ameeleza namna alivyofanyiwa vitendo vya ukatili. Serikali yangu ilinipuuza, serikali yangu ilishirikiana na ile ya Rais Samia na kusema tunaingilia siasa za Tanzania. Hatukuwa tunafanya hivyo, tulienda huko kama wageni na hatukuficha sababu zetu za kuzuru Tanzania. Si mara ya kwanza mimi kwenda Tanzania, nimewahi pia mtembelea mfungwa mwingine wa kisiasa Freeman Mbowe aliyekuwa mwenyekiti wa CHADEMA kabla ya Lissu. Nimezuru pia Uganda wakati Bobi Wine alipewa kifungo cha nyumbani na pia wakati Stella Nyanzi alikuwa amekamatwa. Nimefanya hivyo kwa mataifa mengine ya kia kiafrika, maana mimi ni Mwafrika na Afrika ni nyumbani mili yetu inaweza kuwa na majeraha lakini nafsi zetu bado zina nguvu. Kwa upande wake mwanaharakati wa Uganda Agatha Atuhaire alisema aliumizwa kisaikolojia kufuatia mateso hayo na kusema I The psychological Torture... siwezi hata kuwaeleza mateso ya kisaikolojia niliyopitia. Nafikiri mateso ya kisaikolojia niliyoyapitia nikisafirishwa ni machungu zaidi kuliko yale niliyopata ya kimwili. Kile nachotaka ni haki. Kusema kweli, sina machungu na wale waliotutesa, sina haja nao kabisa. Tatizo langu ni wale waliotoa agizo hilo. Tatizo langu ni wewe kusimama na kusimama a walikuja kuleta vurugu hapa kwetu. Sawa, kama unahisi hilo ndilo tatizo, basi nifikishe mahakamani, lakini huwezi kuwa rais kisha unasimama na kutetea utekaji na mateso. Wakati wakitoa kauli hizi, serikali ya Tanzania haijazungumza chochote kuhusu madai ya wanaharakati hawa ingawa Rais Samia Suluhu Hassan alionya dhidi ya wimbi la wanaharakati kutoka nje wanaojaribu kutatiza utulivu wa nchi yake RFI. Tarehe mosi Juni, msikilizaji, wananchi wa Kenya waliadhimisha sikukuu ya Madaraka Day ambapo kinara wa upinzani Raila Odinga alitumia mwanya huo na kusema ili waathiriwa wa vurugu za baada ya uchaguzi uliopita na wale wa maandamano ya vijana wa Gen Z waweze kutoa msamaha ni lazima serikali itoe fidia kama njia ya maridhiano. Raila Odinga kulikuwa na kuomba msamaha ambayo ni hatua nzuri kuleta upatanisho, lakini kuna suala la watu waliojeruhiwa na waliofariki wakati wa maandamano. Nataka leo niseme kwamba tufanye fidia kwa familia za waliofariki na waliojeruhiwa, ili tufunge kabisa sura hii ya historia ya taifa letu. Katika hatua nyingine, akizungumza wakati wa sherehe hizo za Madaraka dei Juni mosi Rais William Ruto. Aliwataka Wakenya kuiamini serikali yake kuleta mabadiliko ya kweli. Njia ya pekee ya kuijenga Kenya tunayoitaka ni kukubali mabadiliko hata kama yanaweza kuonekana kuwa magumu mwanzoni na kwamba ni lazima tuwe na imani binafsi na ya pamoja ili kukabiliana na majukumu yetu kwa ujasiri, kujiamini na kwa nia thabiti ili kuleta mabadiliko mapya na bora zaidi mapema badala ya baadaye. Rather than later. Sauti yake, William Ruto, rais wa Kenya, alipozungumza wakati wa maadhimisho ya Madaraka Day Juni mosi, ambapo mwaka huu sherehe hizo zilifanyika katika kaunti ya Homa Bay magharibi mwa Kenya. Msikilizaji, tarehe tatu Juni washukiwa wawili wa ugaidi waliuawa kwa kupigwa risasi na maafisa wa usalama baada ya kutokea kwa mlipuko wa bomu karibu na kanisa katika eneo la Munyonyo umbali wa kilomita 12 kusini mashariki mwa jiji la Kampala nchini Uganda. Kutoka Kampala, mwandishi wetu Kenneth Lukwago alitutumia ripoti ifuatayo. Vyombo vya usalama vinasema kuwa wawili hao, ikiwemo mwanamke ambaye alikuwa msambuliaji wa kujitoa muhanga, walipigwa risasi kabla ya bomu waliokuwa wamebeba kwenye pikipiki kulipuka. Hapa ni msemaji wa jeshi Kanali Chris Magezi. Na matokeo ya uchunguzi uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa hawa walikuwa ni washambulizi wa ADF ambao walikuwa wamepanga kuvuruga sherehe za siku ya mashahidi wa Uganda, lakini vyombo vya usalama vilikuwa katika hali ya tahadhari na kufanikiwa kuangamiza wawili hao, lakini kunaweza kuwa na wengine, kwa hivyo tunapaswa kuwa macho kabisa. Mkuu wa polisi Abbas Agaba amekuwa katika eneo la tukio. so no, mpaka sasa hakuna mtu ambaye amejeruhiwa au kuwawa, mbali na magaidi ambao walikuwa kwenye pikipiki. Tunalihifadhi eneo hilo ili kuhakikisha kwamba uchunguzi wa kina unafanyika. Tunawaomba watu wawe makini na kuzingatia mazingira yao, lakini hali imedhibitiwa na tunawahakikishia usalama sure kufuatilia tukio hili. Usalama uliamrishwa ndani na karibu na jiji la Kampala, huku mamilioni ya watu wakikusanya na Mgongo, takriban kilomita 13 kaskazini mashariki mwa mji wa Kampala, kusherekea siku ya mashahidi wa Uganda. Kenneth Lukwago, Kampala, RFI Kiswahili, RFI, Kampala, 93.7 FM. Kutoka Uganda, tuelekee nchini Tanzania ambako kamanda wa jeshi la polisi jijini Dar es Salaam, Jumanne Muliro, alipuuzilia mbali madai ya unyanyasaji wa kingono na mateso waliodai kufanyiwa wanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi na mwenzake wa Uganda Agatha Atuhaire. Muliro alisema madai haya yangekuwa yana msingi ni kwamba wawili hao wangetumia njia rasmi kuwasilisha lalama zao ili hatua kuchukuliwa, akisema kuwa anatazama madai hayo kama mtazamo tu. Kwanza hayo ni maoni na mtazamo wao, lakini pili kama wangekuwepo eh, mimi ningehojiana nao nikawauliza wanasema nini, wanamaanisha nini. E, na maswali mengine mengi ambayo ningeweza kuwauliza. Nilitamani kama angekuwa ni yeye ndio ana, anaongea na mimi ili nimuulize vitu vingi ili niwe kwenye nafasi nzuri ya kujua anaongea kitu gani. Wakati huo huo, waziri wa habari wa Tanzania na ambaye anahusika na, na mawasiliano Jerry Sila aliitetea hatua ya serikali kufungia mtandao wa X akisema ililenga kuwalinda raia dhidi ya habari potofu na zisizofaa. Jumaa hili rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu aliyeongoza nchi hiyo kwa miaka saba hadi mwaka wa elfu mbili na ishirini na moja amefariki dunia akiwa hospitalini huko Afrika Kusini alikokuwa anapatiwa matibabu. Na, na sasa tuangazie yaliyojiri katika mataifa ya Afrika Magharibi na Kaskazini, tukianzia Mali ambako kambi ya wanajeshi wa nchi hiyo eneo la Timbuktu ilivamiwa na wanajihadi mapema wiki hii, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Mali na kusababisha maafa ya wanajeshi wao kadhaa. Alhamisi ya juma hili, mkuu wa majeshi ya Nigeria Jenerali Christopher Musa alipendekeza mipaka yote ya nchi hiyo kujengewa ukuta kama mkakati wa kupambana na utovu wa usalama. Shempi, we'll say, ah, no, it's not, it's Watu wengine wanasema o oh, haiwezekani, lakini Pakistan walijenga ukuta wenye urefu wa kilomita 1350 na, na ni mpaka ambao unazunguka Afghanistan ambao ndio umesaidia kuleta amani. Saudi Arabia na Iraq nao pia walijenga ukuta wenye urefu wa kilomita 1400 Lazima tuanze kufikiria kujenga ukuta katika mipaka yetu. Tuna eneo la Nijaa kilomita elfu moja mia tano na Niger kilomita elfu moja mia tisa na Cameroon, lakini pia kuna Chad. Tumezingirwa na mataifa ambayo yanazungumza Kifaransa, hali ambayo inaendelea katika mataifa Sahel lazima itie shaka. Hii ndiyo mara ya kwanza kwa mkuu wa usalama nchini humo kutoa pendekezo kama hili ili kupambana na utovu wa usalama katika taifa hilo ambalo linaendelea kusumbuliwa na makundi ya kijihadi kama Boko Haram. Nchini Cote d'Ivoire, tume ya uchaguzi juma hili iliwafungia nje wagombea wanne wa urais kwenye uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba. Carol Corir alifuatilia kwa karibu taarifa hii na ifuatayo ni ripoti yake. Wanne hao ni pamoja na kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Democratic Party of Ivory Coast, PDCI, Tidjane Thiam akifungiwa nje kwa misingi ya kuwa na uraia wa mataifa mawili kipindi akisajili kuwa mgombea urais mwezi April, japo amekata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Wengine waliofungiwa nje ni rais wa zamani Laurent Gbagbo, mshirika wake wa karibu Charles Blé Goudé na waziri mkuu wa zamani ambaye yupo uhamishoni Guillaume Soro, Tume ya uchaguzi ikisema imechukua hatua hiyo kutokana na hali kwamba watatu hao wamewahi kufunguliwa mashtaka. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini humo Ibrahim Kuibat Kulibali amesema orodha ya wagombea wa urais haitabadilishwa hadi uchaguzi utakapofanyika Oktoba 25 mwaka huu. Kwengineko duniani, msikilizaji, tuanzie huko Ufaransa jijini Paris, ambako rais wa Brazil Luis Inacio Lula Da Silva alizuru jiji hili na kumtaka mwenyeji wake Rais Emmanuel Macron kuunga mkono azma ya muda mrefu ya kuwa na mkataba wa ushirikiano wa kibiashara kati ya Umoja wa Ulaya na nchi za Amerika Kusini. Victor Abuso anaeleza zaidi. Kiongozi huyo wa Brazil amesema hatoacha urais wa muungano wa kibiashara wa nchi za kusini mwa Amerika hadi pale mazungumzo na Umoja wa Ulaya yatakapomalizika na mkataba wa kutiwa saini. Rais da Silva ameongeza kwamba ushirikiano huo wa kibiashara utasaidia kupambana na hatua ya mataifa kama Marekani kutangaza nyongeza ushuru wa bidhaa kama alivyofanya rais Donald Trump bila ya kushirikisha mataifa mengine. Ili mkataba huo upatikane na kuanza kutekelezwa, ni lazima nchi 15 kati ya 27 za umoja wa EU zitie saini kukubali. Juma hili rais Donald Trump wa Marekani alitangaza marufuku ya raia wa mataifa kumi na mbili kwenda nchini Marekani kwa sababu za kiusalama, baada ya kutokea kwa shambulio la kihalifu katika mji wa Colorado lililotekelezwa na mhamiaji kutoka Misri. Agizo hilo litaanza kutekelezwa tarehe 9 mwezi Juni, ambapo raia wa mataifa ya Afrika kama Somalia, Chad, congo Brazzaville, equatorial Guinea, Eritrea, Libya na Sudan wametajwa katika orodha hiyo ya rais Trump. Trump hapa anatoa maelezo wakati akitangaza hatua hiyo. Kwa urahisi tu, hatuwezi kuwa na mfumo wa wazi wa uhamiaji kutoka taifa lolote ambao huwezi kuwafanyia ukaguzi wa kina wale wanaoingia nchini Marekani. Hiyo ndio sababu leo na saini amri mpya ya rais ili kuweka vikwazo vya usafiri kwa mataifa kama vile Yemen, Somalia, Haiti, Libya na mengine mengi. Kutekelezwa kwa sheria hizi kutategemea na hatari iliyopo. Kuangaziwa upya kwa sheria hizi kutategemea pia hatua zilizopigwa, na vile vile kama mataifa mengine yanaweza kuongezwa kwenye orodha hii. Hatutakubali watu kuingia katika nchi yetu wanaolenga kutuumiza. Hakuna kitakachotuzuia kuilinda Marekani. RFI. Msikilizaji, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres siku ya Alhamis ya juma hili alilaani mauaji ya raia wa Kipalestina waliokuwa wakigombea chakula kwenye eneo la Gaza ambapo wanajeshi wa Israeli waliripotiwa kuwafyatulia risasi na kusababisha watu kadhaa kupoteza maisha na majeruhi mengine. Nam msikilizaji, ni kwa taarifa hiyo ndio nami nafikia tamati ya makala ya yaliyojiri wiki hii. Naitwa Ruben Lukumbuka, kwa heri.